Mheshimiwa Rais nizungumze, ni eh, kama waziri, kwa maana tamko langu la leo ndio, ndio, tamko la nchi nzima. Ndio, ndio, kwa hiyo ni kushukuru kwa kuniunganisha na madiwani wa Arusha, ndio, ndio, na nitakachokiongea leo ndio, ndio, maana yake nazungumza na madiwani kote nchini, sawa kabisa. Eh, kwa hiyo ni kupongeza sana kwanza, ndio, ndio kwa kuifanya Baraza la Madiwani la Arusha ndio ndio kuwa ni kituo cha sasa sasa cha kutoa maelekezo kwa madiwani kote nchini. Asante sana mheshimiwa waziri eh, nianze kwa kusema ndio, Mheshimiwa Waziri, mafanikio ya serikali ya awamu ya sita ndio ndio imetekelezwa vyema ndio ndio chini ya mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa. sawa kabisa hii maana yake msingi wa kazi kubwa ndio ndio ya nguvu na jasho, ufundi na ustadi, ndio ambao umefanywa na madiwani kote nchi nzima ndio ndio, wakizisimamia halmashauri zetu kote nchini. Sawa kabisa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza ndio ndio mamea ma wote nchini ndio ndio pamoja na mea wetu wa Arusha. Sawa kabisa. Kazi yao ndio imeandikwa sawa kabisa, katika, katika kitabu cha dhahabu sawa kabisa, kwa sababu wameitumikia nchi hii ndio, wamewatumikia Watanzania wanyonge sawa kabisa, na ndio sababu nasema ndio mafanikio tunayoandika leo ndio ya serikali ya awamu ya sita mm hasa katika utekelezaji wa miradi inayotekelezwa na mamlaka za serikali za mitaa ndio. Ni mafanikio ya pamoja sawa kabisa, baina ya serikali kuu ndio, ndio. na mamlaka za serikali za mitaa sawa kabisa, zikisimamiwa na madiwani kote nchini, kwa hiyo ninawapongeza madiwani. Sawa kabisa, na ninatamani sana mm. tuwaone kesho, wakati mheshimiwa raisi anaendeleza awamu yake ya pili mm, ambayo ndio itakuwa awamu ya mwisho ya uongozi wake katika serikali hii ya awamu ya sita sawa kabisa. Eh, hakuna neno lingine zuri naweza kusema mm, ni lazima tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya Watanzania sawa kabisa, na kwenye hili niko tayari kula kiapo sawa kabisa, kwa sababu tunayaona mafanikio makubwa ambayo yamefanyika katika awamu hii sawa kabisa kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana, ni kushukuru wewe kwa kazi kubwa na kazi nzuri katika mkoa wa Arusha. ndio ndio. Umefanya kazi nzuri sana, nashukuru sana mkuu, na sisi ndani ya TAMISEMI tunakupongeza. Nashukuru sana mkuu e, vipo vifaa vya kazi mm. ambavyo walikuwa wakivitumia ndio ndio ambavyo kimsingi tunaita kama ni vyombo vya vyombo vya kulia mm. kama sahani na, na, na kijiko sawa kabisa. Sasa vyombo hivi ndio ndio, kwa mfano hizi iPad ndio ndio, sijui vitu vidogo vidogo ambao walikuwa wakivitumia ndio ndio, ambavyo si sehemu ya mali zinazobaki na halmashauri ndio, ndio. Kwa hiyo maelekezo yangu kwa katibu mkuu ndio ndio, kwamba vifaa hivi ambavyo walikuwa wakivitumia ndio vya kwao wenyewe madiwani ndio ndio, waendelee kubaki navyo ndio ndio kwa humu ndani wameweka siri zao ndio ndio, barua pepe zao ndio, ndio. Wameweka sijui mawasiliano yao na ndugu zao. Kwa hiyo yeah, maelekezo yangu nimekusha mwelekeza katibu mkuu ndio ndio, eh, kwamba vifaa hivyo ambavyo si mali si sehemu ya mali za halmashauri ndio ndio, ziendelee kubaki kwa madiwani. Ah, tutakushukuru sana.